Ya swali gani mtazamaji wetu, uh, hivi karibuni kulikuwaepo na video clip ambayo ilikuwa na trend kwenye mitandao ya kijamii ya jamaa anayejiita kuwa yeye ndiye baba Shea na akapiga marufuku kwamba hataki mama Shea endelee kumposti mtoto wake. Jamaa mwenyewe tumempata ambaye alijitambulisha kuwa baba Shea kwenye mitandao uh, licha kwamba tulifanya mahojiano na mama Shea akakanusha, akasema yule sio baba Shea na amjui. Tumeamua kuja kuzungumza na yeye mwenyewe mhusika ili atuambie ilikuwa kwaje na ni kweli yeye ndo baba Shea ama vipi? Kaka vipi? Poa. Niko salama. Niko salama. Kwa majina unaitwa nani? Ah, mimi naitwa Abdalla Lituli, na maarufu mm, kama Abdulla Bichwa. Mimi ni mtokea Mwandege Magengeni. Kuna clip moja ilikuwa inaendelea mtandaoni ile ulijiposti wewe au ulipostiwa? Iposti ni kama ni baba Shea. Mimi sio baba Shea. Pale nilikuwa natafuta upepo tu ili niende mjini maana watu wengi walikuwa wananichukia. Ile clip bwana ilivuma sana, yeah. Yeah. Mtandaoni, mtandao wa kijamii yeah napokea simu mbalimbali kwamba mimi ni baba Shea. Mimi sio baba Shea, mimi nampenda mama Shea. Kwa hiyo wewe, wewe sio baba Shea? Eh, mimi nilikuwa natafuta upepo niende mjini. Ulikuwa unatafuta ile Waswahili wanaita kiki. Nilikuwa natafuta kiki niende mjini, maana watu wengi walikuwa wananichukia. Watu walikuwa wanakuchukia, kwa nini wanakuchukia Abdul Rashid? Ni adamu tulivu, walikuwa walikuwa wananichukia tu na madhaifu yao. Na na Abdul Rashid wananichukia. Mimi sijui nitawakosea. Ile baada ya kutokea ile clip, wakawa wengi wengi wananipongeza. Maana mwanenye tu nimeenda mjini, naona msanii siku hizi. Si mama Shea yeye okay, anapakia vitunguu, anaenda nchi za nje. Mama Shea anampenda. Na mume wake pia anampenda. Natamani siku naye tuzungumze Shea, lakini hana mume. Kama naomba basi aje mimi nimuoe kama hana mume. Unatamani lakini lakini mimi kama nitakosea basi atanisamee. Sisi ndio na mazaifu yetu Uh, kwa hiyo ulifanya vile ili upate kiki mjini, nende mjini, ni trend mitandao ya kijamii, ile video imeuza sana. Sawa, ulipataje idea ya kufanya vile? Ulipataje idea ya kufanya vile, yani ile akili ya kuamua kufanya vile ulitoa? yeah. yeah. yeah. I nende mean, yeah. mm -hmm. Mjini niliamua nende mjini, vile vilevile nilirekodia mtaani tu matu ngoja nibuke naye, nibuke naye basi, nenda mjini, mama Shea maarufu apate maarufu kupitia mama Shea. Sawa, hivi umewahi kumuona mama mama Shea, umewahi kukutana mama mama Shea live? Anaonekana tu mtandao wa kijamii anacheza magongo ngongo ngoma, nacheza magongo ngongo ngoma na tarumbeta, anapiga misamba mtandao wa kijamii. Sawa sawa, unatamani labda ukutane naye? Natamani nikutana naye. Ndiye ndiye mama Shea. Ukikutana uh, mama Shea una utamwambia kitu gani, utamwambia mbarazi Mm, nimemkosea. Oh, aiaende. Okay. Mjini shaenda mjini tayari. Uh, baada ya kupost ile video, mtu wa kwanza kukupigia simu baada ya kuiona alikuwa nay meneja mene, mene wangu bila, sitataja kwa jina. Yeah. Ndo. Yeah, alikuwa wa kwanza kukupigia. Alikuwa kwanza kunipigia mwanangu, tumeuza halafu uh -huh. Baadaye watu wengine waliokupigia watu wa Mwanza, watu wa Iringa, watu wa Bukoba, watu wa Kilwa wakaanza. Yeah. Kunipigia simu wakawa sim. Waka wanasemaje? "Sema we siku hizi, kwani mfanya nini mtandaoni? A, tunakuona utapigwa na Mama Shea, utapigwa na mume wa Mama Shea." ulikuwa unaogopa? mpaka waandishi wa bara wananiita kuja kunihoji mimi nikawa naogopa nikajua ananitia askari. Mama Mama Shea mwenyewe alikutafuta baada ya kuona... Wut, wuta, wuta, mm. <laughs> okay. um, ba ile video Alinitafuta, akasema nitampeleka polisi. Alisikia mimi sina hela, ndo ndo hivyo tena. Alitaka kukupeleka polisi, lakini alivyosikia una hela akakusamea. Akanisamea. nasikia mtu ana kama 20 yeah. nitampeleka polisi. okay. lakini wewe mwenyewe uligundua kweli kwamba kile ulichokuwa umekifanya kwenye ile video yeah. yalikuwa ni makosa makosa? Ndiyo, ni makosa, ni... makosa. Yeah. Okay. Nakiri ni makosa, nakiri makosa. makosa. makosa. naomba radhi, yeah, okay. jamii nzima inisamee, mimi ni binadamu, nakosea. yeah ila hapa na namba zangu nataka watajie. Uh, ndugu watazamaji hizi uh, hapa uh, nataka tu watajie watazamaji kwa kwa nini nini, unataka natakwanini, wanataka nipigie simu waulize maswali watu, simu atu wanipigia simu waulize maswali nipigie kupitia hiyo namba i nataka watu watu watu watu tuwatajie wananchi namba, ina shida, watajie tu wananchi namba, wanitafute waulize maswali. okay. mimi nitajibu mi okay. maswali okay. Nitawajibu maswali gani? Nipate jina basi, mtandaoni? yeah. mimi nimipata kila. Mimi ni mwigizaji pia, naigiza. Unaigiza? Naigiza. Kumbe una. yeah. yeah. Una filamu ziko mtandaoni, au zipo mtandaoni? Zipo, ndio, zitafute tu. mm. Nimecheza kwenye filamu nyingi. Unacheza kama nani? na Kingwendu mpiga chabo Kumbe kwenye ile movie ya mpiga chabo humo? Neema ndio. Wewe pia ulikuwa mpiga chabo? Nilikuwa mpiga chabo ndio. Kingwendo ni mtu wa aina gani ukiwa unafanya naye kazi? Kingwendo anakaa kingugi. Yeah. Ni mtu wa aina gani ukiwa unafanya naye kazi? Mzalamu. Mzalamu. Kingwendo mm, ni mtu wa aina gani ukiwa unafanya naye kazi? Hawezi yeah, kutongoza. Hawezi kutongoza. Lakini bwana kanayelewa msisi kule na kwa yule msimamo Kingwendo ndiye alikuwa hawezi kutongoza, mpaka wanafunzi alikuwa anawatongoza yeye. Yeah wanapita njia. Okay. Ndio yeah, kwenye hiyo movie. Eh, yeah, kwenye hiyo movie. Okay. Eh, uh, wewe unamjuaje Kingwenda? Mm -hmm. Nilikuja kupitia meneja mm -hmm, wangu alinipigia simu asubuhi saa 2. Mhm. Sasa akakwambia leo kuna kazi tunatakiwa tufanye. Mimi nimecheza filamu nyingi sana. Nimecheza filamu nyingi. Yeah, ikiwemo hiyo mpiga chabu, mpiga chabu, mtoto wa jini, nafsi mm -hmm, saumu. So, okay, kwenye kwenye kwenye mpiga kwenye mpiga chabu ulikuwa unapiga chabu pia? nilikuwa namchungulia mtu choni <laughs> ni mambo zako katika maisha yako ya kawaida, au ndo kwenye movie? Yeah, kwenye movie kikitu. Yeah. Okay. mpaka mtaani sasa naenda mpiga chabu mpaka mtaani. Mm. Okay, una una, una lipi la kumwambia mama Shea? mama Shea, naomba lazi, nataka yeah, nifanye naye kazi. Unataka okay, ufanye kazi na mama Shea? Yeah, uh, filamu. nataka mfanye kazi ya filamu? Yeah. na mama Shea, mimi nitaongea na meneja wangu. Ikifanya yeah, kazi na mama Shea, unahisi mama Shea, unahisi itauza Mm. Kweli? Kweli. Kwa nini unaamini kwamba mkifanya kazi na mama Shea unafanya kazi, lazima aende mjini? Unafanya kazi, lazima aende mjini. Mimi mwimba singeli kazi, ningenafanya kazi, zinaenda mjini. Waimbaji wa singeli huwa unaonekana kwenye video za wasanii za Dogomalo. Nampenda sana kwenye kwenye video zake. Unaonekana unafanya nini pale? Nimekaa ninampenda sana kama ananisikia sasa hivi huyo dogo ni mwimbaji wa nyimbo za singeli, anapenda nyimbo zake, ila mwenyewe mi anakuwa mi napenda mziki wake. Kama ananisikia saa hivi, anapatikana watu yeah. Magomeni yeah. anakaa Magomeni dogo. Ah, anakaa Magomeni. Magomeni dogo malo okay. uh, dula bichwa umeoa? Bado sijaoa. Kwa nini? Wanawake wananizingua wana, wana, wana wananizingua wana, wana wana awanitaki. Wanakuzinguaje? awanitaki wana kama siwezi kutongoza wezi au unaweza? naweza kutongoza lakini, wanawake naogopa kutongoza. Sasa, unaogopa kutongoza? Kwani? Kwani sina pa kuanzia. dola huwa wanaanzia wapi bwana? Mbona, kwani kutongoza mtu wananzia wapi? Anambia anakupenda, mimi nashindwa, siwezi kumwambia. Wanakula sana hela zangu na mimi sina mzuka nao. Una mzuka? Mm. Mpaka ile ile kiloisha ile, mimi nimepigwa na mama mmoja hivi. Kanivulia nguo kama alivyozalia akaa kanipiga, sio nilishinda Muislamu. Mimi, mimi, eh. Yeah. Sasa so nilishinda mimi Muislamu mpaka ndoa. Nasema hii hapa ya mama Shea hii, sije na mwingine akaiga mimi nimesamehewa, sije mwingine akaiga. Na wasia ndugu zangu, hii ya mama Shea sije mwingine na mwingine akaiga mimi nilikuwa natafuta hapa nende mjini na sijirudi na sirudi mm, tena sawa sawa sawa. Sasa naomba unisamee sijui, sawa sawa. Yeah. Uh, sijui kama nitakuwa nimesema vibaya, nikisema unaonekana kuwa mwenye matatizo. Ah, oyesa usema vibaya mimi na matatizo, nilikuwa naomba msaada, kama ni tatizo gani, matatizo na matatizo, kama Rais wa Jamhuri ya Muungano ananisikia mimi, hali yangu ni nini leo. Sawa sawa sawa shushi, una, una ili ni hii tatizo ulionayo inaitwaje ni, yeah, ugonjwa yeah, wa yeah, ngozi umeanza lini tangu kwa mama yangu tumboni kwa hiyo umedumu nao kwa miaka mingapi miaka mingi sana uh, umekuwa ukitibiwa ukiisha hujawahi kutibiwa anajisikia anajisikia tu maumivu huwa inakuuma na macho yanakuwa yanauma. pole sana umewahi kupewa matibabu matibabu niliwahi kupewa Lindi. dawa ziliishia sina uwezo lakini uliwahi kupona uliwahi kujisikia niliwahi kujisikia vizuri Ulikuwa natibiwa kwa kienyeji au kwa kizungu? Kwa Kiswahili, dawa za wazungu. kwa, kwa, kwa, kwa? Kwa Kiswahili dawa za wazungu. Ombi, okay, uh, lako kwa Tanzania Watanzania? Mimi nilikuwa naomba wanisaidie ndugu zangu wa Tanzania kama wananisikia saa hii. Ndio. Namba zangu za simu mimi nimekugea, watajie kwanza. Namba za dula ni 06 06 uh, 06 8 sifuri sifuri sabini na tatu mia tisa themanini na nane anitafuta kupitia namba ya tuongee. Mama Shea, e, kama anisikia kama. hmm. hmm. namba ntafuta tuongee, sifuri sita nane sifuri sifuri sabini na tatu mia tisa themanini na nane, hizo ndo namba za dula. Umesajili wewe mwenyewe kwa kitambulisho chako ch ch dada yangu, na kama kuna mtu ambaye anataka kuolewa namume, mimi nipo tayari, namba zangu hizo. oh, okay, achia jamaa akaziachia mtandaoni Basa awadula si tukushukuru bwana. Amina. Asante sana.